Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa George Mweni Songole. Asante Mheshimiwa Spika, nimesimama hapa kwa kanuni ya 76 ya kanuni za kudumu za Bunge, toleo la Februari 23, 2023. Mheshimiwa Spika, mapema mwaka jana nilitoa hoja ya dharura kuhusu kigezo cha mafunzo ya JKT kuomba Bunge hili kile kigezo kisiwe kigezo cha cha ajira katika vyombo vyetu vya ulinzi vya usalama na bunge lililidhia na kutoa azimio hilo, lakini mapema wiki iliyopita jeshi letu la wananchi lilitoa tangazo la ajira na likaweka hicho kigezo, ambacho sisi bunge zima liliazimia kwamba kigezo hicho kinawanyima fursa vijana ambao hawajapita JKT kupata nafasi ya kuingia. Sasa Mheshimiwa spika, naomba muongozo wako kujua jambo ambalo azimio la Bunge limetolewa na azimio la Bunge alafu alizingatiwi. Je, lina kiuka azimio hilo awa alizuiliwi? Asante. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, hilo hilo tangazo lipo na linacho hicho kigezo? E, Mheshimiwa Spika, naomba mheshimiwa mbunge atupe muda tukaliangalie hilo tangazo na maudhui yake. Alafu ebu ongeza sauti kidogo. Mheshimiwa Spika, naomba mheshimiwa mbunge atupe muda tukaangalie hilo tangazo na maudhui yake e, inawezekana alilolisoma yeye pengine sio lenyewe, lakini naomba tu tupe nazungumza na, na speaker, eh? Naomba Mheshimiwa Spika utupe muda tukaliangalia hilo tangazo alafu nikutane na waziri wa, wa ulinzi tatoa taarifa kwako. Mheshimiwa George, uko nalo hilo tangazo hapo? Ndio, Mheshimiwa spika, nalo hilo tangazo hili hapo. Mheshimiwa bunge, ngoja nione hicho kifungu. Mheshimiwa waziri wa nchi, nakuletea hapo, sifa za mwombaji f awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea au mujibu wa sheria na kutunukiwa cheti esim Mheshimiwa Mwenyekiti nimeona. Lakini kwa ruksa yako Mheshimiwa Spika, naomba turudi kwenye azimio la Bunge na kauli iliyotolewa wakati ule. Tulikuwa tunazungumzia vyombo vya ulinzi na usalama, na hakukuwa na mention yoyote ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Ngojeni ha -ha, basi hatukulizungumzia jeshi la wananchi. Kwa hiyo naomba turudi kwenye Hansard na maelekezo yako tuone tulijumulisha, maana hii JKT ni sehemu ya jeshi la wananchi. Kwa hiyo nataka tu tuone kama kweli tulienda mpaka kwenye jeshi la wananchi nje ya polisi, magereza, uhamiaji. Kwenye eneo Hansad tulijumuisha jeshi la wananchi na vile vyombo vilitajwa, polisi, uhamiaji, fire na magereza. sasa ningeomba tu turudi kwenye Hansard tuone. Je, hata taasisi yake ndani ya jeshi jeshi, la wananchi, jeshi la kujenga taifa ni sehemu ya taasisi ya jeshi. Utaratibu wake wa ndani nao ulizungumzwa. Ndio maana nimesema si vizuri sana kujadili sana masuala ya majeshi hapa. Ningeweza nikakutana baadaye, tukasoma tuka ile Hansard na kupeana ufafanuzi. Maana hii ni kazi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Naliomba hilo tangazo mheshimiwa. Naam. Naliomba hilo tangazo. Mheshimiwa wa hmm, wabunge kama mheshimiwa mbunge alivyosimama, japo amesimama kwa kanuni ya sabini na sita inayohusu mwongozo, na kanuni ya sabini na sita huwa inataka jambo lililotokea bungeni mapema, na tulishatoa ufafanuzi mapema ni lini, maana yake e, siku hiyo ili iliweze kuombewa mwongozo. Lakini sasa kwa sababu jambo hili linahusu e, haki madaraka ya Bunge, ndio maana nime nimeruhusu bado kulisikiliza, vinginevyo linge lingekuwa halipo kwenye kanuni, lakini kwa sababu linahusu madaraka ya Bunge na linahusu mamlaka ya Bunge, bunge amelizungumza na ameomba mwongozo, kwa hivyo hatuwezi kulikataa kwa sababu limeombwa mwongozo. Mheshimiwa Waziri nilimpa nafasi ili yeye aweze kusema kama hili tangazo lipo. Ni mwenyewe nilikuwa sijaliona, lakini sasa mbunge amelileta na Mheshimiwa Waziri ameliona sasa hili tangazo, na Mheshimiwa Waziri anasema anataka kujiridhisha ikiwa tulitaja wakati wa azimio la bunge kama tulitaja na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa bunge, mjadala huu ulikuja baada ya maswali mengi wananchi ama niseme vijana na wananchi pia walikuwa wanaonyesha kigezo hiki, kwa sababu si kila Mtanzania kijana mwenye nia ya kwenda huko anapewa fursa, kisitumike ili, kisitumike ili kutoa fursa sawa kwa vijana wetu. Na kwa hivyo ilikuwa chombo kinachohusika kikishawapata hao vijana, kama kinataka waende JKT kiwapeleke kama hakitaki waende JKT waanze wao wenyewe mafunzo. Sasa kwamba azimio letu lilikitoa chombo kimojawapo, kuna kipindi vijana walikuwa hawaendi JKT, jeshi lilikuwa halichukui vijana. Kwa hivyo mheshimiwa, Mheshimiwa Waziri, ile hoja yako kidogo eh, kidogo mtihani kwa sababu lilikuwa ni azimio la Bunge, na tunapoazimia tunapoazimia kama bunge, serikali iko humu ndani, na kwa sababu serikali inakuwepo humu ndani tunakuwa tumeazimia tukijua upande wa serikali inaenda kufanya yale tulioazimia. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, mimi sijajua, maana tangazo ndo nimelisomea hapa mbele, sijajua mwisho wake ni lini ulioandikwa hapa, lakini tarehe ngapi? Mwisho tarehe kumi na nne. Kwa hiyo bado siku chache. Sasa mheshimiwa waziri, mimi nikupe tu nafasi kwa sababu hapa tunaelekea kusoma hoja ambayo ni ya mheshimiwa waziri wa fedha. Wewe utusaidie tu, sasa hivi mimi nakuruhusu uende nje uwasiliane na watu wetu na ndugu zetu wa upande wa jeshi, kigezo hiki kinaenda kinyume na azimio la Bunge.